wabarakatuh, mpenzi mtazamaji wa Zamyl Tv Nuru ya Imani, na hapa tukiwa makaburini iliyopo Marachi Busia County. Na nyuma yangu, nafikiri unaona vijana wakiwa na jaramba la kufanya usafi katika maeneo haya ya makaburi iliyopo Marachi Busia County ni ha, ni, yote ni vijana hawa kujikusanya na kuamua kufanya harakati hii ya, kufa, ya kufanya usafi makaburini, yote ni kuwa makaburi yalikuwa kama msitu. Na tutazungumza nao baadhi ya vijana tuweze kujua hasa dhumuni yao, kwa nini wameamua kufanya harakati hii ya kufanya usafi makaburini. Mbona wasingeweza kufanya shughuli zingine ambazo kwamba zingoingizia pesa? Lakini kazi hii ya makaburi kwa kweli wamejitolea na kutokuwa na chochote. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamil TV Nuru ya Imani, ungana nami alustadh Zamil Al-Fashi katika TV yako pendwa Zamil TV Nuru ya Imani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mpenzi mtazamaji wa Zamil TV Nuru ya Imani. Kwa hakika kama nilivyokueleza tuko makaburini hapa na utaona surprise. Unaambiwa kiongozi anakuwa ni mfano kwa wale anaoongoza. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru wa Imani, hauwezi kuamini nyuma yangu hapa ukimwangalia ni mtu ameshika jembe akipiga aki kazi kwa kweli. Kwa hiyo huyu ni mheshimiwa. Ukimwangalia ni mheshimiwa. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru wa Imani, watakiwa ujiulize kiongozi wako ana mfano gani kwako? Huyu ni kiongozi ameingia na vijana katika kazi ya kufanya kwa kufanya, kufanya usafi makaburini haya. Atazungumza naye. Hasa kwa nini asingekaa ofisini eh? kupiga kiyoyozi, kupiga kahawa kidogo na kucheza laptop, lakini kiongozi huyu ameingia uwanjani na vijana kushika jembe na kuanza kufanya usafi. Kwa hakika viongozi kama hawa ndio wanatakikana kwa jamii. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru Imani, tutamsikia mengi kuhusu yeye, kwa nini akaamua kuja makaburini haya kufanya usafi. Kungana nami na ustadi. As-salamu As alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pole mheshimiwa. Eh, Pole sana. Unapiga una kazi. Eh, muhimu. Vipi, kwa nini umeamua kuingia katika kazi hizi mbona usingeweza kuwaachia vijana? Uh, ni jukumu letu sisi wote kama waislamu kushikana mikono kufanya kazi ya heri, manake makaburini hata furaham anasema kwamba ni mahali inafaa teke mazingira masafi, na hiyo yote ni majukumu letu sisi kama uh, umati Muhammad. Kwa hivyo mimi pia nikaamua nijitolee nikuje nkuja niwapatie vijana nguvu, tukwe nao pamoja, tufanye kazi pamoja ka nao, ili tupike mazingira mazuri na masafi katika makaburi yetu, maana kwa muda mrefu imekuwa chafu. Kwa hivyo hii ni jukumu ambayo tumeanza na tuombe Mwenyezi Mungu atupe heri, atujalie tukiwe tunafanya hii kila mara, isiwe tu mwanzo wala mwisho. Ah, mashala, pengine wewe ni kiongozi katika mji huu wa Busia, ni kiongozi wa kwanza kabisa katika mfano huu wa kuingia na vijana katika kazi hizi. Pengine ulidhumunia uli nini, hasa unatarajia nini kwa vijana hao? Ah, hii ni mwanzo ama chanzo ya sisi kama vijana katika Busia kuja kushikana mikono kwa pamoja, ile jambo lolote ambayo ni yaheri ambayo yatuunganisha sisi pamoja, ndio himiza ambayo imefanya tukuje tukashikana pamoja sisi kama vijana wa Busia. Kwa hivyo hii ni mwanzo tu na mengi tutafanya pamoja kwa kwa baadaye. Na, na pengine mheshimiwa, pengine unatarajia kuwa na kiti kiti kingine, kwa sababu tunatarajia viongozi kama wewe wawe mfano kwa viongozi wengine, pengine tu unatarajia kuna kugombea kiti pengine? <laughs> Ah, kura bado, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu inshallah hapo mbeleni nitafanya uamuzi lakini kwa saizi hizi ni kuchapia tu wananchi kazi kwa fanyia kazi. Pengine wengine wakufahamu unaitwa nani? Mimi naitwa Mheshimiwa Musa Uchieng, kwa maarufu anaitwa anajua kama Moses Ma, Ma. Shukrani sana mheshimiwa. Mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, huyo ni mheshimiwa wetu. E, umesikia jina lake hapo na yeye, ni... na ukiangalia vijana mwingine hapa, huyu anayepiga kazi hapo kwa sasa hivi ni kiongozi wa vijana, ukimwangalia pia yeye japokuwa naumu lakini yupo kwenye jeramba hili la kutafuta thawabu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani. Kwa hakika pepo sio kuswali peke yake. Kazi kama hizi zinahitaji pia Waislamu kuweza kuzifanya msikai msikitini na kuweza kufanya mambo mengine. Kwa hiyo mpenzi wa Zamil TV Nuru ya Imani, ulikuwa naye alustaz Zamil Alfarshi katika TV yako pendwa Zamil TV Nuru ya Imani, wasalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zamil TV Nuru ya Imani, kama nilivyokueleza, tutakuwa na chama na vijana ambao kwamba wale weza kujikusanya vijana kuweza kufanya kazi hii ya makaburi kufanya usafi. Kwa hiyo tutakuwa chama ni hapa tutamfahamu jina lake na pia tujue dhumuni la vijana hawa kuweza kufanya usafi katika maeneo haya. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum Wasalamu warahmatullahi wabarakatuh. Vipi hali yako? Alhamdulillah nashukuru. Na kwanza hongera na mashallah, kwa kazi, kazi nzuri ya vijana kwa kusana kufanya kazi haya makaburi. Na tunashukuru Mwenyezi Mungu ametujalia tunafanya haya kazi. Na, na nashukuru pia vijana kujitolea wenye hii muji wa Busia kufanya haya kazi kwa sababu haya makaburi yetu ni msemi mahali tumezika wazee wetu, tumezika madada zetu, na haifai hatupwe Ndiyo, ni shamba ya serikali kwa kisasa, si yetu kibinafsi, ni shamba ya kiserikali. Tumepewa idhini ya kuzika, tunazika alhamdulillah, lakini tulikuwa tumayatupa. Aa, umesema kwamba ni, ni shamba ya serikali vipi? Pengine ni hapo sijaelewa, utoke. Sawa, ni shamba ya serikali, ani mfano ni block moja ya kiserikali, bado haijagaiwa kusema ni apartment ya kitu fulani ama ni makaburi kulikuwa serikali imejumuisha kusema ni ya Uislamu wazike, lakini ni ile vile. Serikali ya Busia iliona hatuna sehemu ya kuzika, ikapendekeza tuzika hapa for time being, kama tujapewa sehemu. Kifikira na kutafiti, kuna sehemu inasemekana, lakini viongozi wetu bado hawajatuambia ni wapi. Viongozi kina nani? Eh, kama stadi rama Sheikh Mahmud, eh, anaitwa nani stadi Oyolo, eh, nao makadhalika makadhalika, wanasema kuna sehemu lakini, sasa hatujui ni sehemu ipi, na pia tunataka wakuje wazi watuambie kuna sehemu fulani ilitengewa yenyu. Kuna fununi inasemekana walisanya pesa ya kununua sehemu ya Waislamu kuzika, lakini mpaka leo hatujajua ni wapi, inasemekana tu ipo na pengine na hawa viongozi mshawaita kama chairman mshaukogu na vijana pamoja na viongozi mkakaa chini kuuliza jambo hili inshaallah. Ndio kitu yenye tu kwa protocol ya kuwaita, na leo pia kuna mmoja ambaye nimemwalika, lakini sijui kama atafika, ndo tuko na hiyo matarajia tuone kama atafika atuambie, kama hatafika pia alhamdulillah. Na pengine kama ni sehemu ya serikali, serikali wakiamua sasa kufukua marehemu hawa, pengine mtafanya vipi? watatupea mwelekeo kwa sababu hata amka tu kesho asubuhi, waseme sasa wanafukua, watatupea mwelekeo, watuambie sasa, kama sisi tumewatengea mali fulani, na muende na watatupea kibali na kila kitu ya pale. Kwa sababu si eti hawajui, wanajua tuko hapa. Sasa asubuhi na waseme tu wanatoa hii makaburi, na pengine juhudi zenu za Kiislamu hii kufyeka na kufanya usafi na sehemu si ya kwenda uone kama ni kazi bure mnayofanya. Ah, ah, hapana, si kazi ya bure kwa sababu ingekuwa ni kazi ya bure serikali yenyewe ingekuwa hapa kwa sababu inatuona kila siku tunafyeka, inaona kila siku tunazika. Ingekuwa ni kazi ya bure wangetuambia ha, msizike pale kwa sababu tuliwatengea mahali, lakini bado hawajatenga. Sasa ni haki situzike hapa, lakini pengine kuna mategemeo serikali kuachie eneo kwa sababu mshazika hibo, watu wenda kufanya usafi. Tunaomba Mungu ikuwe hivyo, watu waachie na watu kama sahau ku, kuwapa kusukumwa mbele serikali. Ni kila nani? Ni vijana nyinyi au ni viongozi? So itabidi sisi vijana kwa sababu viongozi wetu wenyewe wamelala wamelala, hatujui madhumuni yao ni ipi. Na mashallah, na tunaona katika kazi ya leo tuna ndugu yetu mheshimiwa hapa Mose, vipi yeye katika jambo hili? Pengine mlimuita au aliona tu kushirikiana nyinyi pia. Ndio kwa maswali ya kuulizana, tujenge hapa perimeter wall, tufanye nini? Ilileta hiyo msaba mingi ya watu kuulizana, ile sehemu ni ya serikali ifanye, tujenge tufanye nini? Ndio tukataka kumuuliza. Nikasikia kuna soko yenye nafaa ijengwe na wakati nilisikia soko inafaa jengo ilikuwa 2019. Na wakati huo yeye alikuwa mwenye MCA wa area, ikabidi nimuhusishe nimuulize, vipi pale kuliendaje, kwa sababu wakati nyo alikuwa na locate hiyo soko, wewe ndio ulikuwa kwenye kit kama MCA wa area. mm -hmm, kuliendaje? Kwa sababu vitu kama hizo ziwezi jengwa maeneo yako na haujui habari yoyote. Ndio akatujulisha akatuambia, kuko hivi na hivi na hivi, akatupea guideline akatuambia, kuko soko itajengwa lakini phase one itajengwa kuanzia sehemu ile nyingine kwenda pande ile alafu phase two ikikuja ndio itakuja pande huu ya makaburi mahali kwenye tuko na hiyo ni vision 2060 na pingine na pingine chama samani huyu mheshimiwa wetu yuko hapa kwenye jaramba hili la kufanya usafi pamoja na ninyi na pia alikuwa ni mgombea unafikiri huko nyuma kwa nini waislamu mkumsapoti katika kiti ambacho anagombea sasa hivi ndio mmeweza me kugundua kama ni mtu muhimu kwenu Ndugu yangu, hiyo <laughs> ni masuala ya siasa, sisi kujibu hapo <laughs> masi lakini pengine hapoipengine mheshimiwa anania kugombea, ndio akikuja akigombea, tutampa na uhakika, mtampa, tutampa, tutampa. tutampa inshaallah, tutampa kwa sababu ndio yeye amejitolea, ameacha kazi shughuli zake, amekuja eh, amekuja kuketi na sisi, amekuja kutuelekeza hii sehemu iko aje. Pengine pengine nyinyi kama nyinyi Waislamu mngependa kumpa mngependa kumpa na kiti gani katika uongozi wa serikali? nyinyi kama nyinyi mkisema, sisi tunapenda mheshimiwa awe na kiti hiki. mm, kivipi sasa? Ki, kiti kwa hii serikali, viti viko vingi. kuna viti vya ubunge MCA, kuna MP, kuna gavana. Waislamu mngependelea sema yeah, tukimpa nafasi hii sio yeye kwa nyinyi hapo? Naam. Eh, mbunge akipenda, tungekuwa tunaomba sana akuwe mbunge mbunge mbunge, kwa hiyo inabidi sasa muongee na yeye pia hiyo kiti, kwa sababu nyinyi mshahidi. Mtampa mtampa kweli, inshallah tutampa. Na pia samahani, katika kazi hii pengine nyinyi vijana mkufanya usafi huu, mnalipwa pengine ama mmejitolea? La, la, la, la. hatuna mfadhili yoyote wala hatutaki mfadhili yoyote kwa kutulipa kazi e tunafanya. Mfadhili mwenye tunataka, tunataka mfadhili ule mwenye atakuja tuambie, vijana, nimewaona mko na malengo, mtaka kujenga perimeter wall. Perimeter wall yenyewe, hii ni shamba ya serikali vile nimesema, na shamba ya serikali hairuhusiwi kujenga ukuta ya futi moja na zaidi futi moja na chini sawa, lakini zaidi ya futi moja na zaidi hairuhusiwi. Sasa hapa tukikuwa, tutapata mdhamini yoyote watuambia vijana, vile mmejitolea, mimi niko na gari langu tawamwagia kokoto, mimi niko na hela zangu tawanulia simiti, mimi niko na pesa nitawalipia mafundi, ni sawa. Kwa sababu kwa sisi vijana hatuna mtu ule ambaye anajua kujenga, lakini tunaweza fanya nini? Tunaweza fanya hiyo kazi ya mkono. Kama mdhamini kama huyo ni sawa, tutamkaribisha lakini ule maana madhumuni ya kutulipa kufanya nini? Hii tunajitolea isabilila, kwa sababu hatulazimishi mtu yeyote ha. Pengine Muislamu anatazama kupitia Zamyl TV Nuru ya Imani angetaka pengine kuchangia chochote kitu, ni simiti, peni, kokoto, anapitia mfumo gani? anamfuata nani? ni sawa, naweza nipata mimi kwa 0712278792 ama kwa yenye group tumeunda, kama anaweza pata namba yoyote mwenye atamlink kwa hiyo group, kuna namba ya treasurer iko, kuna namba ya chairman ipo, kuna namba ya secretary ipo, malipo popote tupo. Pengine mna ofisi, pengine mtu akuja ofisi kwa ofisini, bado sisi bado ni wachanga, tunaanza upya. Amashua. shukran allah awajalie uh, kheri inshallah mpenzi wa zawadi tv nuru wa imani huyo ni chama ni wa vijana ambao kwamba wa busia county muslim youth group na kwa hakika ameongea mengi sana na kama ulikuwa makini umeweza kuweza kugundua mengi kuhusu eneo hili la makaburi pamoja na uongozi mzima wa busia county ikiwa pamoja na mashehe na pia ameweza kuwataja majina nafikiri mashehe kama mmeweza kutizama tv hii na mmeweza kusikia kilio hichi cha vijana ambao kwa maana nasema eneo hili la serikali na pia serikali muda wote wanaweza kuchukua eneo hili na hapa kuna marehemu ambao kwamba wamezikwa ndugu zao, baba zao, mama zao. Na wengine ambao kwamba wamezikwa hapa ni wapendwa wao. Kwa hiyo mpenzi wa Zamyl TV Nuru ya Imani, pia vijana hawa wana changamoto ya baadhi ya vifaa, hata kujenga ukuta perimeter wall katika eneo hili basi ukiwa basi unaweza kuwapa mchanga au kokoto au, uh, matofali ya kujenga maeneo haya au simiti. Namba ya kiongozi nafikiri ameweza kuitaja na pia unaweza kuwapata, uh, Busia County, Busia County katika msikiti wa Safaa au msikiti wa Jamia, Masjid Nur Jamia. Kwa hiyo mpenzi mpenzi mtazamaji wa Zamil TV Nuru Imani, hawa ni vijana wameamua kujitolea kwa nia moja, kwa roho safi kabisa kufanya usafi katika eneo hili la makaburi, na malipo yao wallahi utakuta kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamil TV Nuru Imani, ukiwa basi wewe ni mtu wa ndani ya Kenya au nje ya Kenya au Busia kaunti, kaunti zingine, basi ukiwa ni kijana wa Kiislamu, mwapaswa kuunda grupu la Kiislamu muweze kufanya maendeleo ya Kiislamu katika mji ambao kwamba mliopo. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamil TV Nuru Imani Ulikuwa naye mrusha matangazo haya mtumishi wako Zamil Alfarshi katika tv yako pendwa Zamil TV Nuru ya Imani, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu wa ila liqa. Na mpenzi mtazamaji wa Zamil TV Nuru ya Imani, kama nilivyokueleza, tutakuwa na vijana ambao kwamba wanaofanya usafi watazungumza nao. Tumeweza kuzungumza na viongozi na, tumeweza na pia hapa tuna kijana ambaye kwamba anafanya pia usafi katika shughuli hii na, na hapa nyuma yangu nafikiri unaona kichuguu kichuguu kihu kilikuwa kikubwa sana, kimeweza kupunguka kwa juhudi na bidii ya vijana hawa. Kwa sasa hivi na ni mwezi mtukufu wa Ramadhani wameweza kufunga, lakini kazi hii ni ngumu unaoifanya, na wallahi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kuwalipa. Na hapa na kijana ambaye kwamba atazungumza naye inshallah, aweze kutuambia lengo na dhumuni la ahapa kufanya usafi pengine anatarajia malipo au malipo yake anakusudia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tunafahamu jina lake kwanza. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali yako? Poa, namshukuru. Pole kwa kazi. Naona umepoa. Naona umesoti kisawa sawa. Ndio, ndio hali ya kazi. Pengine kazi hii mpaka kusoti kwako hivi kujiumiza unatarajia malipo yoyote kwa mtu kulipa au kuna mtu ameweka malipo au ni vipi? La, kwa mtu sitarajii malipo yote, bali natarajia thawabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ndiye alituandaa akatuambia tuhakikishe makaburini tuzuru, tuyafanye kulivyo kuhakikisha kwamba walio lala makaburini pia ni juhudi yetu sisi kuhakikisha makaburi yako sawa. Samahani kuna bali mpendo wako yote katika maeneo haya. Aa, hapa mpendo wangu hayupo, bali nimekuja tukusafisha. Na mashallah, pingine wewe ni mkazi wa wapi? Mimi mimi ni mkae kukaa na kahafa lakini kwetu nilikotoka ni kule sehemu za Vihiga Bunyore Bunyore. Hey, na vipi katika eneo lenu mnaoishi Bunyore huko kuna vikundi kama hiki cha vijana ambao kwamba wa Kiislamu wanaofanya harakati hizi za kidawa kufanya usafi kusaidia maskini na mambo mengine hey? Wapo kwa sababu ya umma ya Kiislamu huko wapo, uongozi wa Uislamu umeleta vikundi kama hizo, zipo ndio maana pia vile nilikuja huku Busia vile vile kwa sababu ni johedi tulikuwa tumeianzisha kule, nikaona pia vijana wako hapa nikajiunga vilevile. Sasa ipo huko kwetu pia, pengine somo iko kulingana na kazi hii ulivosoti hivi. pengine kunywa maji ama ni vipi? La, siwezi kunywa, kwa sababu ni hali, namuogopa Mwenyezi Mungu, nafuata amri zake aliniamrisha. Sasa nitafanya tu kwa vile vile alivyosema mpaka wakati yake itakapofika, nitakapofungua. Na pingine neno la mwisho kwa mtu ambaye kwamba ni kijana wa Kiislamu na yuko nje ya kaunti ya Busia na labda nje ya nchi ya Kenya, yuko Tanzania, Uganda, wapi, na angetamani kufanya harakati kama hizi, pengine unamshauri nini? Eh, naweza mshauri hasa sana vijana, kwa sababu juhudi kama hizi za kujitolea ni kama jihad. Naweza mshawishi asitarajie malipo hasa sana kwa mtu kutoka ama hapa duniani, bali aifanye kwa ajili ni amri ya Mwenyezi Mungu na kutarajia malipo kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu ujira kutoka kwa Mwenyezi Mungu ni kubwa sana kuliko kutaka mtu akulipe duniani hapa. Ndo wasia wangu naweza wapea vijana wakiwa hapa ama nje ama katika taifa nyingine. Na pengine neno la mwisho we, ni, ni, ni mtazamaji wa kufuatilia Naam naam, pengine una ushauri nini ambaye kwamba ambao hawafuatilii TV hii pengine wangeweza kujua TV hii na TV hii faida inawapa ina Waislamu na watu wasio kuwa Waislamu. Ungewashauri nini? Eh, ningewashauri wafuatilie, wabonyeze kwa eh, sehemu zao za ama eh, wakati ambapo tuseme mfano chaneli zao wabonyeze, wafuatilie kwa YouTube kwa kila kitu watapata na watajifunza mambo mengi kuhusu masuala ya Waislamu hapa Busia vile vile na kungine na kujifunza mawaidha mengi kutokana kwa masuala ya Waislamu. Pengine unaweza unaweza kaa na familia yako mpendo wako unaangalia TV hii, unaweza kutumia salamu, unaweza kutuma salamu kwa watu wawili au watatu, na hakika kuna wao wanatutazama wanatusikiliza. Naweza tuma kwa mpendo wangu mke wangu Sara. Ali na msalimu na mwambia aendelee kufungua na kuangalia na kujifunza kuhusu kwa Uislamu. Vile vile kuna Ali Ibrahim ambaye ni ndugu yangu, vile vile anafuatilia sana msalimu um, vile vile vile anamwambia endelee kufungua na kufuatilia hii channel kwa sababu itamguza katika imani. Shukrani sana shewangu, mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani. Huyo ni kijana ambaye kwamba yupo katika jaramba hili nzima la kutoa kichuguu hiki hiko ambao kwamba makaburini na ni kazi ngumu, na wakiwa ndani ya somo. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamil TV Nuru Imani, unaweza ukaona jambo hili ni kama rahisi lakini jambo gumu sana. Kwa hiyo inahitajika dua na inahitajika kuwa na uvumilivu katika na Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala aweze kuwalipa. Ulikuwa naye mtumishi wako Zamil Alfarshi katika TV yako pendwa Zamil TV Nuru Imani, wasalamu alaykum warahmatullahi wabarakatu. Na mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, na kwa hakika matangazo haya yanarushwa kupitia TV yako pendwa Zamyl TV Nuru ya Imani, lakini usisahau kusubscribe pamoja na kushare pamoja na kulike ili wengine waweze kupata eh, ujumbe mzima na harakati nzima ya dawa kupitia TV yako pendwa Zamyl TV Nuru ya Imani. Na kwa hakika hapa tunaye kijana ambaye kwamba na yupo kwenye shughuli nzima ya kufanya usafi katika maeneo haya ya makaburi, kama nilivyokueleza kwamba tutazungumza na vijana baada ya kuzungumza na uongozi mzima pamoja na mheshimiwa ambaye kwamba katika jaramba hili la kufanya usafi, wamo katika kufanya usafi katika maeneo haya. Kwa hiyo mpenzi mpenzi mtazamaji wa TV Nuru Imani hii ni kichuguu ambayo kwamba kimekuwa ni kazi ngumu sana kuliondoa, lakini vijana hawa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ramadhan, ndani ya somo zao wanaweza kupambana nao na kichuguu hichi kiweze kuondoka. Na hapa tuna kijana, tutafahamu jina lake na tutazungumza mengi na kuhusu mambo haya yote ya makaburi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali yako? Alhamdulillah. Kwanza hongera na pole kwa kazi. Asante, nashukuru eh, A, vipi katika kazi hii ya kufanya usafi, pengine ulilazimishwa au mwenyewe uliamua tu kuja? Mwenyewe ni kujitolea, sababu ni sisi vijana tunang'arisha, tunafanya ng'arisha. Na, na vipi, pengine kuna mdhamini au msimamizi anawalipa vijana? Hakuna mdhamini, yote ni kwa roho, tumejitolea tu wenyewe wenye. Ninyi wenyewe ndio. Na pengine kuna mpendo wako alizikwa hapa katika eneo la makaburi ya makaburi, nani? Mama baba? Hapana, mtoto, dadangu Ha, pole sana vipi? Wewe ni mkazi wa Busia au ni mkazi wa nje wa Busia, sehemu gani? Karibu na jamii ya mosque vipi, uo, nasikia vijana wengi wakilalamika kwamba viongozi wa uh, Kiislamu kwamba wamekuwa wazembe, wameweza kupotezea swala so nzima la makaburi, ikiwa kwamba wanasema kwamba kabu makaburi haya ni eneo ya serikali ambaye serikali muda wote wanaweza kuambia Waislamu waondoke hapo wakafukua makaburi haya. Vipi taarifa hili una unafahamu kweli? Kusikia, nimesikia taarifa hilo, but si hiyo <coughs> taarifa nimesikia, but tulikuwa tunafaa tukutane nao leo ili watuambie tuweze, waweze kutuambia ukweli, lakini tujaona mmoja amefika mpaka sasa hivi. Kwa nini haujafika mpaka sasa hii? Si siwezi jua, au wenyewe ndio wako na jibu. Aha, vipi lakini wewe, katika kaunti zingine ambapo kwamba hakuna vijana vijana wa Kiislamu wapo, lakini hawafanyi harakati kama hizi za Kiislamu za kufanya usafi za kusaidia maskini, unashauri nini? Wajitolee wenyewe vijana, sisi ndio nguzo, nafaa tuonyeshe kama example. Na pengine, ni jambo hili mnalifanya la usafi peke yake au kuna jambo lingine pia mnalifanya katika akheri ya Kiislamu? Ndio, tumeanza lakini tunafanya jambo mengi, hii si peke yake. Mm -hmm. Mashallah shukran sana she kwangu. Karibu. Mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, huyu kijana ambaye kwamba eh, miongoni wa wale vijana ambaye kwamba wanafanya usafi katika maeneo haya ya makaburi iliyopo Marachi, Busia County, yeye yeah, ni miongoni mwao, na kwa hakika ni kazi ngumu kuondoa hichi kichuguu amba ambacho kwamba kiko nyuma yangu hapa, na ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwenyezi wa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wallahi aweze kuwalipa na kheri hii. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kuweka katika mizani yao ya kheri siku ya kiyama. Kwa hiyo, mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru Imani, ukiwa wewe ni mwislamu na ni kijana, upo katika kaunti zingine ama nje ya Kenya, au ni Uganda au ni Tanzania au ni nchi zingine, basi watakiwa vijana kujikusanya na kuweza kufanya kazi ya heri kama hii, kazi ya, ya Uislamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakulipa, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anapofariki, mwanadamu mambo matatu hayatomwacha isipokuwa la kwanza ni wewe hapo. Kama ulikuwa ni mwalimu ulisomesha, basi elimu hile anayesomesha na kusomesha na kusomesha, basi thawabu utaipata ukiwa kaburini. Na la pili ni mtu ambaye kwamba aliweza kujenga sadaka jaria, mtu ambaye kwamba aliweza kujenga eh, madrasa au kapanda mti au akafanya jambo lolote la heri kama hili ambalo kwamba lifanya, basi jambo hili litakuwa ni heri katika hasanati yao wanapofariki. Kwa hiyo jambo la mwisho ni, ni mtoto mwema ambaye kwamba atakukumbuka kwa kukufanyia dua ukifariki atasema, Allahumma ighfir lahum warhamhum, Allahumma ighfir li wal walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, kwa hiyo kazi hii ni muhimu sana Waislamu kufanya kwa sababu ni kheri ambayo kwamba utaikuta utakapofariki siku ya Kiyama. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, atujalie tu na imani na tuipende dini yetu ya Kiislamu na tuweze kuithamini dini yetu ya Kiislamu na tuweze kuitetea dini yetu ya Kiislamu na tuweze kuipigania dini yetu ya Kiislamu, kwa sababu vijana hawa hakuna anayewalipa wala hakuna anayewadhamini isipokuwa mdhamini wao ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamil TV Nuru Imani, ukiwa basi unaweza ku support vijana hawa kwa vifekeo kwa, kwa slasha na japokuwa una nia ya kuweka e, perimeter wall hapa, ukiwa basi na kokoto au mchanga au simiti au matofali, basi unaweza kuwaletea vijana hawa waweze kufanya jambo hili, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atakulipa kwa ile unachokitoa, iwe kidogo iwe kingi, ukikuta mbele Allah subhanahu wa wa ta ta'ala. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamil TV Nuru Imani. Ulikuwa naye mtumishi wako mshika viatu wako mtumwa wako Zamil Alfarshi katika TV yako pendwa Zamil TV Nuru ya Imani, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh waila liqa.